Bawatu wacha kwenda kwa sababu mama wakizi mkazi rais yetu ya muungano Mama Samia mitano eh? Rege ya bure, ndio maana tudasema mitano tena, tuseme mitano mitano tena. Mama samiaaroo nzuri nyewe anatuwezesha ku lekana oh, tusababishia ah, kila kitu cha maendeleo. Sasa nakwambia jaje, Mama kamelavya ndege na sue tumelavya oh. Tumelavya mpango maalum tu. Oh, kwa washabiki wetu. Mpango gani tena? Nipe kidogo kwanza, kwenye ndege kuchapanda bure bure bure oh, no. kabisa ah. Ah, basi Mama Samia takuwa ni wa Simba pia. Si wa Simba, kama sala. vino sasa zamu yetu. Aka. E, vino sasa zamu yetu. yetu. Aka. si wa Simba, mbona kama anakupeleleni sala vino sasa zamu yetu vino sasa zamu yetu wala auto kore yetu zamu yao sasa, Mama Samia wawote sasa basi. basi nakwambia e. Jaje uko Kasablanka uchalavya tu kiasi cha pesa kiasi gani tena? cha dola tu kama elfu moja tu na kadhaa kuchakula Kasablanka kucha Kasablanka ucha kwenda wa uwanjani Kasablanka na kombe tuchakuja nayo Tanzania bila wasi, bila wasi. We kwa Mkapa hana la wa mtu bwana, kwa Mkapa hatoki mtu. Kwa hiyo Alhabibu wa Simba anatuambia kwa Mkapa ndo tunakuja kulichukua kombe letu